Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amezungumzia uamuzi wa, wa nchi zikiwemo Ufaransa na Uingereza kutambua taifa la Palestina, na kuuita kujiua kitaifa. Ni wazimu mtupu, ni wazimu na hatutafanya hivyo, waziri mkuu wa Israeli alisema. Katika hatua nyingine ya, Netanyahu amezungumzia shutuma kwamba Israeli inalenga raia makusudi Kinyume chake ni kweli, anasema akisema kuwa Israeli imeangusha mamilioni ya vipeperushi na kutuma mamilioni ya maandishi ili kuwafanya raia kuama mji wa Gaza. Wakati huo huo, Hamas inajipandikiza kwenye misikiti, shule, hospitali, majengo ya ghorofa, anasema Netanyahu, ili kuwalazimisha raia kukaa katika hatari, mara nyingi wakiwatishia kwa mtutu wa bunduki. Akiendelea na madai ya mauaji ya halaiki Netanyahu anauliza, ikiwa nchi inayofanya mauaji ya halaiki inawasihi watu kutoka katika hatari, je, Wanazi waliwataka Wayahudi kuondoka? Kisha anakana shutuma kwamba Israeli inawaua watu kwa njaa huko Gaza kwa makusudi iwapo kuna watu Gaza ambao hawana chakula cha kutosha ni kwa sababu Hamas huiba, huhifadhi na kuuza. Mapema mwezi huu tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa ilisema Israeli imefanya mauaji halaiki dhidi ya Wapalestina huko Gaza. Wizara ya mambo ya nje ya Israeli ilishutumu ripoti hiyo kama iliyopotoshwa na ya uongo. Netanyahu amezungumza katika mkutano mkuu wa 80 wa, wa Umoja wa Mataifa.